Naam, bwana, hii ni video ambayo imeenda viral. Hii ni video ya pili actually ya kijana anaitwa Sudi. Bwana huyu ni mtu wa karibu sana wa Zuchu, sio sana, ile ni mtu wa karibu ambaye Zuchu kipindi yuko Zanzibar alikuwa ana ukaribu na huyu kijana kama marafiki ndio maana nimekuambia kabisa ni mtu ambaye unamwona ana matatizo hapa na pale, lakini Zuchu alikuwa anamchukulia kama ndugu eh, mshikaji, mtu wa karibu, na watu wengi sana walikuwa wana, wanafahamu hilo, na Zuchu alikuwa anamuita Sudi mchumba, eh, utani ule wa kama mtu unakaa mta mmoja na vitu vingine kama hivyo, so hivyo ndivyo situation ilivyo kwa upande wa bibie Zuhura na Sudi. Sasa Sudi bwana kitendo cha kusikia kwamba Zuchu ameolewa na Diamond Platnumz ni kitu ambacho kimemtafuna kweli Sudi. Eh, video ya kwanza ni Post jana lakini hii hapa ni nyingine eh, Sudi anazidi kuzungumza ya kwake ya moyoni kwamba anajisikia vibaya na anatamani hata iyondoa ifutwe, kwa sababu yeye anampenda sana Zuchu, lakini ndo hivyo sasa. Zuchu ameolewa na Diamond, so Sudi ametoa malalamiko yake na ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha, vimewashangaza eh, watu wengi sana huko mtandaoni, umeona bwana eh, kwa hiyo watu hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na Sudi, watu hapa wanamfariji asikate, eh, tamaa, ndoa itavunjika siku sio nyingi na vitu vingine kama hivyo, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na ni mmoja kati ya watu ambao sasa hivi wamepata fame, eh, huyu Sudi bwana. Nakumbuka juzi hapa wakati Zuchu alipoenda kushuti kule Zanzibar, alikuwa yuko location eh, Sudi alikuwepo pale, wakasalimiana wakakumbatiana, na pia vile vile Zuchu akampatia kiasi cha fedha takriban laki tano, akawa anamuuliza pia maendeleo yake Su, Sudi anaendeleaje ya kama